Nawasalimu wapenzi wa watazamaji waiche kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu sana, ili niweze kuwapasha yale yote mpayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra, ninakuomba tu ufanye kitu kimoja, mpenzi mtazamaji. Kama haujaweza kujiunga na ukumbi huu, tafadhali piga subscription, bonyeza kengele, alafu tusonge mbele. Samia, baada ya kuua Watanzania, kuna kitu ambacho nimeshtuka kukisikia. Hajaweza kutishika, hajaweza kuogopa, na wala hajaweza kuweweseka kwa yale ambayo aliyachochea mauaji, na badala ya asimame awaombe wananchi wa Tanzania msamaha kwa yale ambayo aliyachochea, anasimama na kuwachokonoa Watanzania akiwaambia kwamba niliua na hakuna kitu ambacho mlikifanya, na mkiendelea kunipinga nitaua zaidi. Kivipi? Unaona, siku ya Ijumaa tarehe tisa Januari mwaka elfu mbili na ishirini na tano, Samia alikuwa upande wa Zanzibari. Siku hizi amekita kambi upande wa Zanzibar kwao, na alikuwa anazungumza. Samia alisema kwamba kwa wale ambao wanaochokolewa masikio kuvunja amani ya nchi hii ni wasihi acheni mara moja. Unajua, alikuwa anayazungumza haya katika mkoa wa Kusini Unguja, na alisema kwamba wale ambao mnaendelea kunipinga, mkiendelea kunipinga, jaribu kuwauliza wale ambao waliandamana Dar es Salaam. Eti kwamba hawawezi wakarudi barabarani. Kwa nini? Anajua aliweza kufanya mauaji, anajua aliweza kuwapiga na kuwaumeza Watanzania. Yaani, mtu anasungumza kwa kiburi akisema kwamba mlipojaribu kuandamana kutaka uchaguzi wa haki na huru, nilitumia jeshi la polisi nikawanyamazisha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 nenda kaulize, vijana kama leo wanataka kuingia njiani. Hakuna anayetamani Kwa hiyo amani ikivunjika haichagui. Niwaombe sana maendeleo yetu kunawiri, kwetu kupendeza, kwetu kulala na kuamka salama, tutunze amani ya nchi yetu. Tofauti za mawazo zipo, lakini zisitugawe, wala tusiharibu utulivu wa kisiasa na amani ya nchi yetu. unajua kuna wale ambao wataniuliza bwana Ezra, ebu tuambie mahala ambapo alizungumza, eti kwamba aliwaua watanzania na hakuna kitu ambacho tutamtendea. Unajua, ametumia mafumbo hapa kuzungumza haya maneno yake, mahala ambapo anasema kwamba kawaulize wale ambao waliandamana Dar es Salaam kama wengine watataka kurudi barabarani kwa nini? Ni kwa sababu anajua aliweza kutumia mamlaka ya afisi vibaya, akawaua ndugu zetu, akawachoma ndugu zetu na akawazika. Lakini utawapata viongozi wengine wakijaribu kumtetea Samia wakisema kwamba polisi hawakuua wananchi, polisi hawakuua raia. Utapata viongozi wengine kama vile Mwigulu Njemba atasema kwamba wananchi walilipwa ili kuandamana, wabunge wengine watasema kwamba wananchi waliuana wenyewe kwa wenyewe, lakini kwa masikio yako mwenyewe umemsikia yale ambayo Samia amesema, na utapata kwamba kuna wale ambao bado wanamtetea Samia kwa kauli kama hizi ambazo ameweza kuzisungumza. Yaani anamaanisha kwamba yeye ni dikteta na hawezi akaacha udikteta. Kwa sababu hawa ambao wanasema eti kwamba wanachokoreka ni wale ambao wamechoka na utawala wake, na sio eti kwamba wanachochea maandamano hapana, ni vile ambavyo wanakataa uongozi wake mbovu. Huo ndio anaita kwamba ni kuchokoreka. Sasa nikamwangalia huyu mama, ni mama kweli au ni shetani? Kwa sababu angekuwa mama, hata angeogopa yale ambayo ange aliyafanya. Yaani amesema kwamba ungetuuliza sisi upande wa pili, kila ambacho tulikifanya upande wa pili. Unajua ni nini? Yeye ndiye mwenye mamlaka upande wa pili, yeye ndiye aliweza kuamuru polisi wakawaua raia, na hakuna kitu ambacho mtamfanyia. Sasa basi ninajiuliza bwana Ezra Samia inaonekana kwamba yuko na majibu yote ya yale ambayo mpayu yalitendeka Oktoba Tanzania. Ile tume ambayo aliweza kuiunda eti ni tume ya kuchunguza uvunjivu wa amani Tanzania. Inaenda kufanya nini? Kipindi ambapo Samia yuko na majibu yote, ile tume haitapata tabu sana kwa sababu tayari Samia anajua ukweli na yeye atawaambia kile ambacho anajua. Mbona anatoka Tanganyika anaenda kuropokea maneno kama haya kutoka Zanzibari? Sasa wache ni kuambia mpenzi mtazamaji, nikimalizia Janzis na watanzania wa zalenda ambao mnanitazama, si mumeweza kusikia hizi dharau za huyu mama, anatudharau na kutuambia kwamba alitumia nguvu akaua na hakuna kitu ambacho tutamfanyia. Hizo ni dharau. Sasa na mimi ninamwambia Samia hivi, kama yeye ni mwanamke yuko na titi mbili, yuko na titi mbili. Kama yeye ni mwanamke yuko na dodo chuchu. Unaona hao polisi ambao wanamchunga hao jeshi ambao wanamchunga awatoe hao, ambao wanashika bunduki awatoe, kwa masaa ishirini na mane peke yake barabarani na aache kufungia watu lockdowni. Waonane na wao basi, tuone ni nani ambaye anaogopa kutoka, yeye au ni vijana. Kusema ukweli, huyu mama yuko na dharau na kiburi, yaani kila kitu kila watu wakituulia, anawachokoa anawachokoa na maneno ya kejeli. Yeye anasema kwamba amani ni nzuri kipindi ambapo ameua. Anasema kwamba mali ni nzuri kipindi ambapo ameiba uchaguzi. Sasa hivi ndi amejua kwamba mali ni nzuri, akitaka kupata wakati wa kuongoza. Sasa hivi ndi ameweza kujua kwamba mali ni nzuri kipindi ambapo amekwisha ua watoto wa watu. Yeye mtoto wake akiuawa wa, atajihisi vipi? Inawezekanaje kupotea kwa watu kama vile alivyopotea Humphrey polepole pole, ukae kimya itawezekanaje? Au kwa sababu yeye sio mwanaume au ndugu yake hakutekwa wala kuuawa? ndio patokee mtu akemee utekaji na kupotea kwa watu. Haya matukio ndio yana vuruga amani, yani kusimama na kukemea utekaji, kusimama na kukataa udikteta, kusimama na kutaka uchaguzi wa haki na huru, huo ndio kuchochea vurugu. Huyu mama yuko na kibori, huyu mama anahitaji kuondolewa kwa sababu mimi hakuna kitu ambacho atanifanyia ata na, ndio, na ma, ndio maana anasema hivi, huyu mama yuko na kiburi, anahitaji kuondolewa. Hichi kiburi chake hakitampeleka mbali. Kipindi kimoja, Tundu Lissu mwenye yuko kwa jela, unajua mimi ni msikilivu sana wa wanasiasa, alisema kwamba nchi haikombolewi kwa kutulia, nchi haikombolewi kwa kunyamaza. Nchi inakombolewa kwa mapambano, inchi inakombolewa kwa mapambano, mpenzi mtazamaji. Na ndio maana ukiangalia, Madagaska wananchi waliingia barabarani wakakomboa nchi yao, Nepali wakakomboa nchi yao nchi yao. Huyu kimama anajaribu kutuambia kwamba muliingia barabarani, nikatumia mtutu wa bunduki Mkijaribu tena kuingia barabarani nitawaua. Anafikiri kwamba kipindi ambapo ataaga dunia atazikwa na hizo bunduki, kwenye jeneza lake litawekwa bunduki. Sina mengi.